Kabisa. Ndio, ndio, kwanza kama nitarudi ndo aache. Wewe George, hebu jikuna hapa kidogo nifurahi. Juju, juju, good. Daktari, sawa, vizuri. Eh, ndio hiyo hiyo, kichwa, kichwa. George hebu jikuna hapa kidogo nifurahi kwa eh, mm -hmm. kwa jikune kabisa hiyo nywele hata ingoke yote. mshahara kuingia kwa manyumba ya watu. Sasa angalia leo unavuna. Ulikuwa unajifanya sana. Ndio una. una. stage nzuri kama ulikuwa na swali yote ambayo ulikuwa na na na majibu. Majibu Nimemuuliza amenipatia majibu yake. Mama, anything. Wakati alikuwa anatumia pesa ulikuwa unaniambia anything. Abro wacha mambo mingi. And yet you came with people here wanna to record seriously. huyu huyu huyu so So this was your plan right? hii so, na yeye Uy, hata na na okay. Ambia, mimi sikujua amelala na yeye. Nilikwambia asumesikia amesema alikuja one week. Hawakuniambia mimi nilishtukia tu ameenda. So mimi sikujua amefanya nini. No, unaona uh, acha kulia Bro, So na mimi. Wewe wakati ulikuja uliniambia uliniambia, basi usinilaumu kwa sababu ulikula kijana wako

Uko ready kushusha kiburi uonge na sweetheart wako mnirudishie vitu zangu? Siacha kuambia. Kwa hiyo mnirudishi. Hamuogopi si ndio? Aturudishi na tuogopi. Haya. So can I go ahead? Can I do the worst? Fanya vile. Hata ngasha nipatie hizi nguvu. Hamuogopi? Hamuogopi si ndio? Haya. One, two, go! Anza ni kujikuna. Anzia kwa kichwa, George. George, anza kujikuna kichwa. Haya, George. Ni serious. Kichwa, kichwa, kichwa, kichwa. Eh, eh, tulikuwa tunakuambia Aba. Aba, kwa kwa shingo, shingo. Songani na teremka kwa shingo. Songa na huko. Wewe Mwangi, songa apite. Eh, kiburi. Kiburi.

Daktari, asante sana. George, sasa mpaka karibu nataka kunipigia magoti. Kula kiburi yako sasa, kula kiburi yako.

Sasa sasasa, swali yote ambayo namuuliza anasema kweli kabisa. Asante. Akini, mbona ulichukua mali yote mpaka ukafukuza Mwangi? Pole, jibu swali. Haya niongeze moto ya kuchikuna. Ongea haraka. Ongeza moto, ongeza moto. Kuna shida, ongeza moto. Ongea hivi Mwangi anafurahia. Leo ndio leo. Leo ulifanya mpaka nikalala na mtoto wangu wewe ni ndugu yangu alinifanyia hizi vitu zote, sikuwa na yako, ulichukua mpaka mke wa nini wa ndugu yako. Daktari, daktari ongeza ongeza moto moto, ukweli ukweli sasa sasa sasa sasa, unasema huko ndugu, hapa hapo ni eh, documents zangu ziko wapi sasa? Ziko kwa nyumba, unanipatia documents na gari zangu, ziko ziko api hmm? ziko api gari zangu ziko mahali uko kwa yae, zitaletwa zitaletwa zitaletwa. Aaya, ziwayo. Wewe aiaaa ulikuwa nafurahia zindiazimulikwa na iwe funzo. Hapana, kiburi wewe. Wewe wewe George usijaribu kunikaribia kana Bro n

Hii ndio na stage mzuri ya kama ulikuwa na swali yote ambayo ulikuwa na shuku labda una majibu. Nimemuuliza mm -mm. amenipatia majibu yangu. Mm -mm. Amesema gari atanipatia mm -mm. ziko kwa yard. Mm, -mm. Sijui kuna mtu aliambia aweke ndio mm -mm. zifikwe zimefichwa kitu kama hiyo. Mm, -mm. Eh, documents amesema atanipatia. Mm -hmm. Eh, tarubini niambie ziko tu hapa. Mm -hmm. Yes, ndio kuna command ya kum command kila kitu kama ni kwenda kuleta kila kitu ni wewe sasa. Sawa. Haya. Mm -hmm. Haya. No, no, no, hapana ngojea kwanza wewe. Sasa utaingia nani kuniletea watoto, kuletea dokumenti zanguoo waoapkwanini kwa hivyo ulikuwa unafukuza watoto sieti, uliwapeleka, uliwafukuza ndio upate starehe huyu mwanaume na, si ndio? Hmm? Sasa mimi mimi kufanya sina hata, acha wapatie kila kitu, mimi mimi sitaki kitu yote sasa. Wapatie tu. Kiburi imeshuka. Kiburi imeshuka. Wachane na hii maneno ukakataa. Acha ama waendelee kidogo sijui kani wasamehe, imetosha. Aa, ngoja jikune hapa hapa, ona hapa. Wewe George, hebu jikune hapa kido, <laughs> Hey. Hey. Kidogo ni furahi, ehe, ehe, juu juu juu, ehe, good mama. Tujue kama mali itarudi, ndo waache. Mmesikia je? Saa hizi wapatie, wapatie, kushusha kiburi. Wewe mwanaume, ehe, George ehe Umeinua mikono juu. Hii nyumba mnatoka kama mtoki, mnatoka kama mtoki. Wewe unatoka kama utoki. Unarudishia vitu zangu leo saa hii eh, uko ready? Haya, ene leta vitu, usinikaribie. Bako yeye anafurahia. Huyu hata hajaswati bado

Hmm, waendelea yeah, kujikuna bado? Wacha gari zangu amesema atarudisha, ni ukweli ama yeah, anadanganya? Mimi siwezi kuwa naenda huko hivyo, naenda kutafuta pesa, watu hapa wanakuja wananibia, sindio daktari? Daktari mimi naomba iendelee, iendelee kama inawezekana Sign of surrender. Enda uletee vitu zangu. Enda uletee vitu zangu. Jaribu kudanganya, Utajikuna sana wewe. Hata kuna kuingine nimekusamehea bwana ku yake magendo <inaudible> uh, <tanya>. <inaudible> <kua nyuma. inaudible> ya mlango. <inaudible> <inaudible>

tushughulikia taito alafu vitu zingine tutaendeleza baadaye. Sawa, we George, uko redi kwa kusema pole. Ahame hii nyumba. Amesema anatoka. Si unatoka ama unakatalia? Anatoka. Haya, sawa. Akinyi bado hajarudi hapa na mali <tie> Daktari, mambo yae sawa kabisa, ishara <tie> ya dhambi huyu mm? <tie> We. We. naomba uh -huh. kwa tunaweza ingia kwa nyumba At least uh -huh. niwape masharti moja mbili uh -huh. alafu ndio baada ya hapo tujue tunashughulikia nini baada ya hapa sawa sawa uh -huh. unajua mimi napenda napendaga kitu nafanya step by step. Uh -huh. eh alafu mimi kazi yangu ni haki, kama umedhulumiwa mahali uh -huh. mimi ndio nasimamia Mambo, mm. mm, mambo ya kukimbia si police station, wende uungane huko wende, mm. but upoteze uh, muda mwingi yeah. Mimi naendanga shortcut mm. mm, so wacha tuingie kwa nyumba tikae chini niwapee masharti ya hiyo mali ingine vile inakuja, alafu pia uko confirm document, uko confirm title deed, alafu baada ya hapo ninafuata daktari. sawa sawa.